Neno la Mungu kutoka Injili ya Yohana ile sura ya kumi na tatu mstari wa 34. Injili n Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, sura ya 13 mstari wa 34 mahali hapo, neno la Mungu limeandikwa hili Amimpyani na wapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Amri mpya na wapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Tuombe. sa sawa sawa na mapenzi yako kwa Kristo Yesu Bwana wetu na Mwokozi wetu tunaomba naye na kushukuru, Amen. Amen. Maneno haya ambayo tunayasoma mahali hapa ni maneno ya Bwana Yesu mwenyewe, ni maneno aliyokuambia wanafunzi wake. Maneno haya ni kipindi kile, karibu atamaliza kazi yake duniani. Kipindi cha kuondoka kwake kimefika, kumaliza ile huduma na wito mkuu ambao aliitika kwa Baba yetu wa mbinguni kuja duniani, na sasa imefika wakati anakwenda kukamilisha kazi yake, na anajua anawaacha hawa walioambatana naye kwa karibu miaka mitatu wanafunzi wake, ananena kwao, ananena kwao. Analoisema mahali hapa, amri mpya nawapa, mpenda. Anawaagiza wanafunzi wake kupenda, naye mwenyewe anaposema ujumbe huu kwao, ni kwa sababu aliwapenda na anapoondoka anasema mpenda. Na katika mstari huu tuliosoma, unapoanza ule mstari wa kwanza, mstari wa kwanza katika sura hii ya kumi na tatu Biblia nasema aliwapenda watu wake walio katika ulimwengu, aliwapenda upeo, aliwapenda upeo. Kwa hiyo sasa anawaagiza wanafunzi wake kupenda, na anasema mpendane, kama nilivyowapenda. Hiyo ni agizo, hiyo ni amri, na tena ni miongoni mwa amri mbili zinazojumlishwa katika amri zile kumi: kumpenda Mungu, kumpenda jirani yako, Bwana. Kwa hiyo haya ni maelekezo ama maagizo ambayo Yesu anawaachia wanafunzi wake kama wose vile, mpendane. Na neno hili tunakuja kwetu sisi tuliyoko siku hii ya leo Ikuda, tuishi kwa kupendana. Bwana Yesu asifiwe! Tuishi kwa kupendana. Tukiishi kwa kupendana, maanake tunatimiza agizo ama amri ambayo Mungu alituachia, Yesu alituachia, mpendane, amri kuu aliyetuachia sisi wanafunzi wake hapa duniani. Tuishi kwa kupendana, tuishi kwa kupendana tu mwovu siku zote hapendi watu wanaopendana. A, shetani hataki, yeye anampenda watu waishi kwa kuvuga, kazi yake ni kuharibu. Kwa hiyo hata tunapokusanyika pamoja hapa, jambo hili halijampendeza shetani, wanaenda kukusanyika tena, si mashambulizi, atazidi shetani, hapendi lakini, ni agizo la Bwana Yesu kuishi kwa kupenda Tukipendana sisi kwa sisi, maanake tunatimiza agizo la Yesu mwenyewe, tupendane kama ambavyo Mungu ametuagiza. Tukiwa na upendo ndani yetu, tutaishi kwa amani na wale wanaotuzunguka. Bwana Yesu, tukiwa na upendo tutaishi kwa amani na wale wanaotuzunguka. Tukiwa na upendo, hata wale wanaofanikiwa wanaotuzunguka majirani zetu, taendea kuwaombea kwamba Mungu aendelee kubariki. Tukiwa na upendo, tukiwa na upendo hatutakuwa na wivu kwa wanaotuzunguka majirani zetu, hatutakuwa na wivu tukiwa na upendo. Tukiwa na upendo, shida ya mwenzake itakuwa ya kwangu. Tukiwa na upendo, mwenzake anapopita katika maumivu na wewe unaguswa. Kwa nini? Kwa sababu ya upendo uliomo ndani yako ambao, ambao unatoka kwa Mungu mwenyewe. Tukiwa na upendo, tukiwa na upendo, shida ya mwenzako utaiona ni shida yako, maumivu ya mwenzako utaiona ni maumivu yako, machozi ya mwenzako utaiona ni ya kwako. Kwa nini? Kwa sababu ndani yako kuna upendo. Tukiishi kwa upendo, maana tunapata kibali mbele zako. watumishi wa Mungu, naomba nitoe mfano ili wai kutoa mahali fulani. Tukipenda, tukipenda tutaombea hata majirani zetu mema. Tukipenda mahali fulani kulikuwa na kanisa lilikuwa limejengwa mjini, katikati ya mji, kanisa limejengwa katikati ya mji pande zote ilikuwa kule barabara, pande zote. Kabla ya kulifikia kanisa lile, kulikuwa na kundi kubwa la Wakristo wanaopita kwenye kanisa moja dogo, ambao mpendwa moja kulikuwa ameanzisha, sisi sio siku nyingi. Kwa hiyo watu wengi wanapita kwenye kanisa hapa, wanaliendia ile kanisa kubwa lililoko mbele na lile kanisa, wengi katika mji ule walikuwa wanaenda kusali mahali pale. Watu wakaanza kuongezeka siku kwa siku, akajitahidi hata aweke ibada ya pili, bado wakawa wanajaa mle. Kanisa ya tatu, bado watu wanajaa, haliwezi kupanuliwa. <laughs> Sasa huyu alianzisha kanisa dogo hapa, ambapo wakristo wengi wanapita kuliendea kanisa, kanisa kubwa lile kila wanapopita walikuwa nasikia sala zake, anasali tu yeye na watoto wake na mke wake. Kila wakati wanapopita wanasikia jinsi anavyoomba, Mungu naomba mbariki pasta kutieno anajitaje kanisa, naomba endelea kumbariki yule mtu watu mewekeza kwa Mungu, endelea kufanya kazi ndani yake na ndani ya Wakristo. Asante Mungu, endelea kumbariki pa sauti enu. Anataja kabisa ile ilokombea watu hawa wanapita na namtaja mchungaji wetu. Ilikuwa ni hivyo kila anapoingia kwenye maombe anaombea na kanisa jirani yake. Hawa wanasikia wanapita, lakini kule kanisa ni yeye mke wake na watoto, kila wakati ambali Yesu, makofi, mwanzo mpaka mwisho, yeye na, na watoto wake na mke wake. Sasa hawa wanasikia mara kwa mara, kila anapoingia kwenye maombi anamuombea jirani yake, lile kanisa linalofurika pale pale. Sasa ikafika wakati watu Waka wanafika pale, nafasi zimejaa, mvua zinanyesha, wako nje, wanaanza kurudi majumbani, lakini siku kwa siku wakipita pale yeye ni kuombea kanisa la jirani yake, siku kwa siku anaomba kutoka ndani kwa kumaanisha na machozi, mbariki Pasta Otieno ile kanisa la pili. Wakristo wanapita wanaenda kule, wakikosa ibada wanarudi, maana wamechelewa, wamechelewa, kanisa limejaa. Yeye na mke wake na watoto, siku zikawa zinapita wakaanza kujiuliza, je, nimekosa ibada ile. Lakini bwana huyu anamwombea mchungaji wangu, kwa nini siingia hapa kuliko nikose kabisa? Kwa hiyo wakawa wakikosa ibada pale, wanakuja kwenye kanisa hapa. Yeye anaendelea kuomba pale, wanakosa ibada wanakuja hapa, wanaongezeka hapa, wanafurika pale, wanazidi kuongezeka, hamna mahali pa kukaa, wanaingia hapa <laughs> ibada inaendelea hapa, nikawa kanisa kubwa. Alianza na nini? Kumwombea jirani, kwa sababu alipenda. Baraka zikaja kwa jirani, zikaja kwa kipia. Upendo, upendo. Sisi tumejawa ile tabia ya kutaka kukusanya tu, kujimilikisha, au ni wa kwangu hapa, inawezekana sasa ndio wamefika kwa, msiende, msiende kule, msiende kwenye kanisa mmoja wa kanisa, ah, kwenye sisi msiende kule. Kwa nini? Hataki upendo, hauko tukitaka. Kubarikiwa tuombee majirani, tuwapende majirani. Tukitaka kubarikiwa tusiishi kwa wivu na majirani, waombe baraka, waombe baraka majirani Waombee baraka. Baraka zile zitafurika kule, zitakujilia na wewe lakini ukianza kuishi shakika, yes, anisema, ni, tuki, tuki kwa wivu nina mashaka kama mtafika mbali. Hebu Mungu atusaidie. Yesu alisema amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Tuki tukiwa na upendo kutoka ndani kwa kumaanisha, kuna baraka zake kuna baraka zake. Tuwapende wanaotuzunguka, tukikutana tukutane kama watoto wa baba mmoja. Hapa ni watoto wa baba mmoja, tunalo tumaini moja, kwamba baada ya maisha haya tunategemea kwenda kukutana na Kristo uko mbinguni, ambapo dhehebu lako halitasemwa, halitasemwa, halitasemwa dhehebu lako. Hatutakuwa na wachungaji kama tulivyo huku, sisi wote tutakuwa chini ya mchungaji mmoja tu. Ndiyo tunachotarajia baada ya maisha haya. Kwa nini tusiwe na tabia ya kukusanyika pamoja kama leo? Leo tumekwenda kumwona Kristo kwa nini tabia ya kupendana kama lengo moja, lengo letu ni moja kwenda kukutana na Bwana huyu. Utajisikia, utajisikia. Hebu Mungu atusaidie kama Yesu alivyoagiza kupendana, tuishi kwa kupendana kama yeye alivyotupenda. Alitupenda upendo, upendo huo huo uwe ndani yetu, tuendelee kuwapenda wanaotuzunguka. Sisi wote ni wa Kristo. Tumemwamini Mungu mmoja, baba mmoja, tuishi maisha ya kupendana. Tutamwona Kristo, tutamwona Bwana wetu sawa sawa na agizo lake aliotuachia kwenda kuhubiri Injili. Tukisha hubiri Injili kwa njia ya uimbaji nji, vipawa vyetu na mambo mengi, tutaenda kukutana naye, tutaenda kukutana naye. Mungu atubariki katika siku hii ya leo. Yesu anasema amri mpya nawapa, mpendane kama nilivyowapenda ninyi.

Tunakutakia kila la heri, tunatamani mgombee, mgombee, ni mgombee, na ndio tunachotamani sisi viongozi wa kiroho kwamba nyinyi mgombee nafasi ambazo zipo katika uchaguzi wa mwaka huu. Lakini pia utakapofika kipindi cha kampeni, tunawasihi mkahudhurie mkahudhurie ili kusikiliza sera za wagombea na kisha kufanya uamuzi tutakapoingia kwenye ile sanduku la kupigia kura. Tunawasihi mkahudhurie, lakini pia siku ya uchaguzi zitakapofika, tunawasihi tuende tukapiga kura. Hayo ni mapatano kama jumuiya ya Kikristo, kwamba sisi Wakristo, Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT, siku ya kupiga kura twende tukapiga kura. Sikaeima. Lakini pia tunapoendea uchaguzi huo, sisi wa Kristo tujiepushe na vitendo vyote vya rushwa, kupokea au kutoa rushwa. Sisi tubaki kwa nuru kwenye jamii huko, tusijiingize kwenye rushwa, sisi wana CCT. Lakini jambo lingine, sisi wana CCT tusije tukashiriki vitendo vyovyote vitakavyoashiria uvunjifu wa amani kipindi ki cha kura sisi tulio wa Kristo, jumuiya ya Kristo Tanzania, tusije tukashiriki vitendo vyovyote li tutakavyo ashiria uvunjifu kwa amani katika maeneo yetu. Mungu atubariki na naendelee kuiongoza Tanzania, iendelee kuwa na amani. Baada ya kusema hayo, naomba nikomea hapo. Mungu awabariki.